Leo tupige mastori kidogo kwa sababu kuna vitu vinaendelea mm-hmm, hususani kwa jamii yetu tunashindwa kuelewa zaidi sana mm-hmm, hii sheria ambayo babo ndo wameileta ya kwamba usipoweka mchango na wao wakuje kukutembelea ukiwa na tatizo ama ukiwa na msiba mm-hmm, wala ukiwa na shida yoyote iko upande wako mikaaje? Umesema, umesema sheria ndio wanapanga ya Yaani wabondo wamepanga sheria hivi kama weki mchango ukitokea msiba au kuna na uendagi kwenye vikao vyao, yeah. wala kuonekana kwenye kwenye misiba yao mm. na wao waji kuangalia wala kukusaidia chochote kile kwa upande wako, hichi kitu kimekaaje kwako? zaidi sana kwangu mimi siwani kama kimekaa vibaya kwa, kwa sababu oh. unajua msiba kwa kila mtu mmoja. Kesho inaweza kuwa kwangu, kesho kwako. Okay. So lazima kukitokea msiba na kama kunahitajika mchango weka hata ni hata ile pesa kidogo ndoko nayo, weka saidia familia. Na kama utafika itaeleweka unataka kufika kwa sababu ya hivi au kazini nini na nini, kuliko tu kaya kwenda hata kuonekana kwenye msiba kuonekana na hata mchango kwa kuonekana ndo vibaya uh. Okay. Sasa hii kwa upande wako huwe inajenga kitu gani zaidi sana, kutokana na tuna vijana wengi hapo sana Marekani, yeah. Lakini kifika swala la msiba, ami sifanyagi hivyo bana, haya anihusu. We kwa upande wako, vijana kama nao kwako, imekaaje? Kwangu imekaaje? Yes. oh, <laughs> Yani, hiyo ni swali ngumu kwa sababu tunashinda kuelewa vijana wetu, jua nini wako hivyo. Tunashinda kuelewa kwa sababu jua nini wako hivyo, yani wanabidi wako naelewa, ndio kila mtu ako bize, ndio kila mtu ako bize. Pata time, nenda kwani msiba, weka hata 10 dola, hiyo itasaidia. Sio vibaya, 10 dola itasaidia lakini kiangalia vijana wengi wa huku ah, nashangaa toko ni magrupe ya wabonda wamo naona, uh -huh. Yani ya ajisirikishi naomba wote ile ya wabembe, yani wapo hapo, yani wapo hapo tu sijui ndo Marekani ni wingi, unaona uh -huh. Okay, nashinda kuelewa uh -huh. so wanabidi wabadilike, unaona so, sisi ni wabembe na bidii tu tu focus na mira yetu Okay, juzi nilikuwa na scroll Instagram nikaona na scroll nas ni scroll nikakuta kuna page moja hivi inaposti sana vijana ambao wanang'ang'ania sana mahusiano u uh. Sasa ni vijana wetu wa Kikongo yani ini mm. Akuta no kijana anang'ang'ania mahusiano kiasi kwamba mpaka anapostiwa sasa mm -hmm. Hii e kitu kwa kui imekaaja yani, <laughs> kungangania mahusiano uh-huh. akwanza kungangania mahusiano unasema kufosi mahusiano, unaona, unakuta una kijana anafika DM kwa mwanamke, oh, hey, fresh mzima mzima, yeah, nani fulani, no, shida gani a, oh, au oh, mi nakupenda. Binti mimi sikupendi kijana anaanza kung'ang'ania, oh, mi nakupenda. Hususani unajua, si wabembe tuna tabia moja ya kusema ya kwamba kuna kile kitu tunajengeaga akilini kwamba huyu mwanamke nikizoea kumwambia ambia nampenda, ipo siku atakuja abadilika. Sasa yeah. hicho kitu cha vijana wenzio kungang'ania mahusiano yaani kako kimekaja so... ah kwanza, mas mahusiano nisema kingambo yangu mie mm. Kung'angania mahusiano hayo haipo, haiko age, unaona akishuka akishakukataa Just move on. kdmamekataa maanake na mtu wake sika snaaanaanngania kwa sababu atakukubali atakukubalia nini au nafiki sasa, ukuchuna sasa, kukuchuna sasa pesa, sasa, na watoto wa siku hizi bwana, ama jenzi watoto siku hizi Uh, uh, uh, uh, atakuta <laughs> kuwa na bebe tatu tatu tatu. Umoja ameseviwa my last hope, mtoto mia kumi na sita, anasema. Mwanamke anasema, mwanaume my last hope, ndo wako wa mwisho, wewe ndo Mungu, wewe. Mwingine ameseviwa masiji my my soulmate. Yeah, so kuangania mahusiano si vizuri, so vijana, kinaimaakupendi potea, move on, you know? Yeah. Ndio hiyo. Okay, watoto elfu mbili siku hizi wako danger sana, ni majenzi siku hizi wana need... wana, wana, wana vipaji vya kuwapatia wanaume majina, ma nickname uh. <laughs> <laughs> Okay. So unajua aa dada zetu wa huku yeah, dada zetu ambao wanaishi mazingira ya huko lakini akili zao mm -hmm. sio zile ambazo walikuja nazo kule kambini, kivipi? wameshabadilika kifupi. Yeah, yeah. So, kama wengi wameshabadilika, washakuwa naile tabia. Ukimwangania sana ukifanya hivi anakuweka kwenye social media, ili mradi uwaibike ufezeeke hivyo kwenye mahusiano. Yeah, okay. Mwanamke unaye Okay, sijui um, unapanga nini kuhusiana na mwanamke wako. Unajua, swala la mahusiano ni swala la private mara nyingi, na sitaka sana kuingia kwenye mahusiano yako. Itakuwa wewe na bebi yako, nyinyi ambao mnatarajia kuyapanga sasani. um, kuna vitu ni baadhi nilikuwa nataka nijue kwa vitu ambavyo vinaendelea sana In social media. So, hao ambao wako wa na tabia za kupost post, dada zetu dada zetu wamekana kwenye mahusiano muda mrefu, baadae anamposti hichi kitu, iko kimekaaje sasa? Unaona ki... watu za private, kwangu mimi kwanza sio sio kitu oh, okay, kizuri ukiachana mwanamke so, so sasa mpaka fika tu unaweza kumzaraurisha you know. Unakamata zile mabitu mko unafanya in past, unapenda sasa kumkomoa hapana. Si vitu vizuri you know. Sababu kumbuke na wewe uko na sister, you know. okay. so, sayivi, uko TikTok, mm-hmm. na okay, sasa hivi huko TikTok vijana wengi sana ushoku washauri uko TikTok wabembe mm. yani tushakuwa shauri sana, kila peji ukiscroll hivi ushauri, kila peji ukiscroll ushauri. Sasa hiyo imekaaje kwa sisi vijana wa kibembe hasa sana? Uh, unajua kila mtu kwa sasa hivi eh uh -huh. Anapenda, anapenda, anapenda anani, a trend na style yake. Okay, kunaweza kuwa mtu anakuja na style ya kushauri watu kuhusu pombe, kuhusu wanawake so kila mtu, yani kila mtu ya ya anastaili ya, ya, ya kuishi ya sosumili ah. Okay. Yeah. Um, kuna jambo kama kidogo linakuaga linanipa wasiwasi na, wasi wasi na linakuaga hususani kama uh, linanipatia kitu sintofahamu ya baadaye hmm. Kutokana na hali ambayo tunakuaga tunajijengea sisi kama Wakongomani hususani sisi ambao tukusoma Oh, inakuwaga ile mwenzi wa kikosea kiingereza akijui mm -hmm. unakaa unamcheka yeah. Unakaa unaanza kumposti mara kwenye social media mara n TikTok mara Instagram, unakuwa namcheka ajui Kiingereza, na wakati mzungu hata ukikosea anakuaga najaribu kukuelewa, ili mradi kile kitu ambacho unakitaka akifanye kwa jinsi ambavyo unakitaka. Kwa sisi wabembe ukikosea anaanza kucheka, hii umeikahaji hususani sana, sana, kwa sisi ah. Oh. wakongomani

Uh, na kuna hawa tu watu wadogo wadogo wadogo ndio walianza kuni ma seven grade, ma elementary kupandisha. Uh, so, ukijiona wewe unajua Kiingereza sana, usimcheke mwanadamu wa Kiingereza. Kwa sababu wote mko Marekani, miaka kiasi iko naenda naenda. Kiingereza hata kijua pole pole. Uh, so, kucheka mwanzo yako kwa sababu ya Kiingereza ni ujinga. Uh, kwa sababu ukumbuke na wewe ulitoka wapi ulitoka wapi? na, na Kiingereza chako ulikijua aje? nalikikamata miaka mingapi, ukifahamu su so, okay. So, tu hiyo unajua, uh, kwenye hizi grupu zetu za Wakongomani hmm, ambazo tunakuaga tunazitumia kwa kupasha habari kwa mtu mwingine mm -hmm. kuna vijana pia wama sasa, yeah. vijana washakuwa na ile tabia ya mzee akituma voice vibaya mm -hmm. wanaichukua ile voice wanaenda wani post ni social media wani yeah. Sasa so, so, vile waki forward ile video na masuala kama na, vile unakuta labda alikuwa ni mzazi wako au baba yako mama yako, ile kitu unakikuta iko on social media. Hii imekaaje kwa maadili ambayo tumeazoea toka nyumbani sisi kama wadogo? Unajua, <laughs> kila mtu anakaa na akili yake. Kuna vijana, kuna vijana wengi akiona mzee ametuma kitu kwa kinaweza kwa vile sasa kichekesho lakini kwa wengine atakuwa kichekesho, lakini unaona kile ni kichekesho, kile kionekana wewe ni mkosa adabu. Kwa sababu gani? Awezekani mtu mzima na aatuma kitu mule, kwa bahati mbaya aka aka akaongea kiswahili kibaya, akaongea kiwimbe kibaya, sasa ukachukulia ile boro kavile komedia vile kichekesho fulani na ujinga wako unafika, unaamua, unakamata ile, ile voice au ile video na wewe unasambaza, uh. So vizuri uh. So vizuri, ule ni mtu mzima, inabidi sasa, inabidi, inabidi uwe na heshima kwa watu wazima. Ndio kitu naweza kushauri hiyo, oh, oh. So vijana wenzangu, unahisi mmesikia so vitu vizuri, iko kwenye grupe hususani zasi wa Bondo, kusambaza voice ambayo imeongeleka vibaya ama voice ambayo iko kwa ubaya zaidi kutokana na au ni wazee wetu, na lazima tuwaheshimu na tuheshimu maadili yetu pia kwa ujumla au, um, unaona mara nyingi hususani kwa sisi wabembe tunaamini mwanaume mzuri ni ule ambaye anavaa suti. Hmm. Yaani ukipigilia suti yako msumari wako afu unaenda kwenye sherehe zetu, wewe ndio unakuwa mwanaume mzuri na mwenye kuvaa vizuri. J, wewe kwa upande wako au wewe kwa jinsi ambavyo unafikiria, imekaeje kwako kwa mwanaume ambao amevaa suruali yenye kuchanika, suruali ambayo haieleweki, amevaa katakei alafu akakuja akamtongoza dada yako, uwe kwako unafikiria mwanaume ni mwanaume mwenye maadili mazuri, mwenye kujishimu, au ni wale wapita njia tu wa kuja kuchezea dada zetu? Unajua, kila mtu ana style yake kuvaa. Okay, kuna watu wengine wanapendaga suti, lakini ki wakimforce avai suti anachomoka kushinda hata mwanadamu anavaa suti sana uh. ana huwa kinyama ana gana huwa ana huwa kushinda wale mwanadamu anavaa suti. Unajua watu wengi, mimi naweza kwa spend suti, lakini wao kimtazama, kasema hiyo mwili yako ukivaa suti itakutoka. Lakini unajua kujikuta, mimi mimi sipendi suti. <laughs> na piga zangu za bdd, na piga yani mabarakatuh brandozo zangu, unaona, mhm mm, piga zangu na nini, makaptula vinene vinene vinene, ma oversized t-shirt uh. no. Ah, ma chain no, ada upiga rada kwa ma bentey ni kuna na kuna hivi, ma glass vyetu hivi inaitwa tinted glass hivi <laughs> <laughs> <laughs> eh, ma sun glasses, hata kusinoku napiga sun glasses hata usiku, ni sun glasses glass. eh Unaona vitu kama hivi so, kwangu mimi siwezi nikasema kuvaa suti ndo kuonekana eti unaheshima. Unaweza ukavaa suti lakini wako <laughs> mko um, yaani hamuna kitu <kumu> <laughs> <Amo lakito. laughs> uh. nakakutamidtazivaa Na zangu suti nikifika sehemu um, kuko wazee nawasalimia ah, kwa heshima kabisa uh. Nikifika sehemu inapaswa ina watu wakae kimya, niko zangu kimya nanakuta we wa suti ndoko naongea tena sana tena, alafu <laughs> uh. uh. <laughs> japiga mswaki alafu <laughs> japiga mswaki naka naongeaongea onge uh. pale sa wameravaa suti ndo kwe mkimya, yaani ujeke sa uheshimike, unafaa unafika pale sehemu ya watu wengi watu wakubwa unaweza kuongeaongea sana uh. so sio vizuri mi kwangu, naweza nikasema kuvaa vizuri sio kusema ndio hakuna heshima hapana, na si so kusema tu kuvaa hii mibwanda mibwanda mibwana hizi, so kusema eti kama wewe sasa ndo hauna heshima hapana, ila ni kila mtu amekuwa kwenye lifestyle yake okay. Yeah. Um, ii makaaja hasa sana dada zetu kuchiti. Ah, dada zetu kuchiti <laughs> tuseme, ishakuwa ni fashion sasa hivi kuchiti unakuta mwanamke mwanamke anajua huyo, hapa huyu mwanaume alikuwa ni alikuwa boyfriend wa best friend wake, tuseme alikuwa ex wa best friend wake, lakini anapata ile power ya kutoka hapa ya kutoka ya kunani ya kutoka kwendoa yako, aende ata nani atongoze, aende aingi relationship na nani na ule mtu na ule mtu wa, wa, ex, wa, be, wa, wa best friend wake ule ex wake. Maana yake hiki ni kitu kinachoniaki kinashangaza sana, yaani na kwaje tu. Mimi na huyu hapa, tuseme kwa mfano tu mimi na huyu tu best friend Okay. Naweza kafika tu sometimes, tuna test, tuna share t-shirt anafika anafika kwetu pale, anataka hata pale nyumbani na mimi nikaa kwao. Ikafika mombe mimi kuachana na demu wangu, huyu naye akafika naye aende pale kwa demu wangu. Sasa, okay, unataka kumaanisha ya kwamba ukiachana na demu wako hafai kunikubalia, mi sifai kwenda kumtongoza. Mi nakilea mtu sasa, kwa sababu kama ni mtu akujielewa uh-huh. Inabidi uelewe eh. Mtu wangu, mi rafiki yangu alikuwako pale, sasa mimi napataje ile pawa ya kwenda kuingia pale ah.

Alafu na ukafika tu unajipeleka wewe ndio ndio mwanamke ndio rafiki yako alikuwa naye. Hapana hiyo. Vijana wengi wako hivyo. Na tuko tunaona sana hapa idao, alafu hiyo vijana wengi. So na sio idao tu state zote hizo. Sio vizuri. Ah. Ya, yani kifupi wasiwe hivyo. Wasiwe hivyo. Na madada zetu. Usiku naona kwa sababu umejaza ma DMs huko kwa ma requests. Ukafika unapanda mabega okay, <laughs> ukajikuta uka we ni mzuri hapana, eh? <laughs> Unajua, wanakwambiaga oh, kuna moja kauli watu wanasemaga, hiyo kitu kine bei rahisi ndio kinapataga wateja no, na kitu kine, kine bei kubwa akipatagi wateja sana, so ukiona wewe unajaza watu kule kama ndaga 400 request ndaga <laughs> <laughs> <Mekis crazy>. Great <laughs> unajaza 400 request ukajikuta damn, eh hey! Of course tutajaa tuta pale pale tutajaa pale tutajaa pale wengi kabisa you know? di, sa sasa upiko na bidi ujiulize sasa wewe pika sasa, je tunajaa pale 400 request, jua nini tuliona nini kwako you know. Sondo hivyo mwana sambe tumana sambe ee, kila mtu yaani, imagine unajua, wanawake wengi wazuri wanajiheshimu, au zuka wana wanajiheshimu, eh, wana jielewa kabisa, au zuka wana kuna leo wana jamaa request hapa. Kwa sababu sasa gani kwanza, wanawake mzuri ni wanda ana kiburi kwa wanaume zarahu, yaani ukikuta tu mwanamume akimtest hivi ashoboke hata ku test ya test back, hao wanawake ndio mimi napenda sana. Uh -huh. Ya unataka kumaanisha kwamba mwanamke akikuwa kwenye mahusiano yeah. As feel comfortable ku text other guys iye yeah, ndogisiiko hiyo, inabidi watu wakuoe. Uh -huh. Inabidi watu wakuoe. So shape we, sasa mtu akikutest tu anakusendea request mmoja kwa kufia pale ku request tu na sisi wanaume <laughs> Tunapiga stori mrembo vipi? Eh? <laughs> na wewe hapo hapo tu unaweza kuteleza, niko sawa, vipi familia? Mnaanza hivyo. Unashindwa kumvuka kama uko na boyfriend. Uko na mwanaume na bidii, ziweke nafasi yako. Uh. Na kuna gha rafiki wa mwanaume na mwanamke. Usikae kae unafanya fanya tu, si tuko rafiki au ah? unapenda mwe warafiki au ah? uko wa rafiki wa mwanaume na mwanamke. Ndio hiyo. Okay. <coughs> so, ah uh, kitu kilichokuwepo ni kwamba binti usifili le comfortable ku texting na other guys kama uko kwenye kwenye relationship yako. Hizo kitu ni kitu ambacho sio kizuri zaidi sana. Unajua, si wanaume ni watu ambao tunakuaga na wivu sana kumkuta baby wangu anamjea yeye mwanaume, ndio kwa kwetu tunaona yani heshima inashuka zaidi sana, ndio anataka kumaanisha. Kwa hiyo msikomo, mna feel the comfortable ku text yongeno wanaume kipindi kwa kwenye relationship, na hizo kitu ni kitu ambacho kinaumiza sana. So hii imekaaje zaidi sana ya kwamba rafiki yako ama niseme tu best friend wako anatoka anaenda kumtongoza dada yako weko kwa upande wako imekaaje? oh. <laughs> kwanza inatokeana na kwanza inatokeana. <laughs> huyu rafiki <laughs> yangu mi namfahamu kiaje? okay. kwa sababu sisi marafiki marafiki tunajuana yani, sio tu kwenye ligi moja tukijuana, ah, huyu anajua huyu jamaa ni player na huyu jamaa kifua kwa wanawake. kwa sista yangu unaona ba, itakuwa ni vigumu sana. kwa sababu gani? Nikajua, una, una mpango gani kwa dada yangu lakini like, kwa kisi mi nakujua wee ndtakufaa sasa, wess nasinginii kwa dada uh. Na kuna wale warafiki wendo wanawaka hivi, kama ni best friend yangu kabisa, yaani unichukulie mie kama kaka yako au mdogo wako na uchukulie dadaangu kama dada yako, ako nikatoka nende nifate mwanamke wa rafiki yangu, nnachukulia kama vile brother big, yani big bro, alafu ndio mtongozi dada yake yeye. Kwaje yeye kwaje kabisa. Okay, hususana wapa kwetu Marekani, mara nyingi wanawake wengi sana wanaolewa kwa hela, wengine wanarendeza. Sasa wale ambao wameolewa kwa hela wanakaa woko wanaambia ambao wamerendeza, ambao wameenda amba, amba amba amba leba, kifupi mhm, mm, kwamba wajeshimu. Wanakaa wanaambia maneno mengi, tunaona mitandaoni jinsi wanajipizana. Sasa hiyo kwako imekaaje, dada zetu? Kubebana na wote ku wote wa, wanafanya kile kitu kimoja kile kitu kuolewa kwa sababu mmoja, akuolewa hela, ule ambao ameolewa hela anakuwa ah, na mwana ambaye akuolewa hela, huyu yani kwamba anakuwa chipa hiyo, yeah. Imekaaje sana <laughs> Kwanza kwa wadada ndio wanaolewa kwa hela na hapo wanafanya maarusi wasichukute sana. Kwa sababu gani? Kuna madada ndio wanaolewa na pesa, wakaenda ku, wakaenda kwa wame zao, ikafika 2 months 3 months akafika uh, na kurudi kwao tena. Na siku hizi chakuwa ni nani, ni challenge. Ukiona mwenzako, ukiona mwenzako anaolewa 20, wewe unapenda ule tori, kuna mwenzako anaolewa tori, wewe unapenda ule ma 50 hilo jo hizo pesa zi hizo pesa zinaenda hapo tena, azitakuwa tena tena, unamweka sasa huyu mndoko unapenda mweke mme wako akuwe tena bia, itabidi tena mwanze tena maisha maisha yenu maisha, yaani mwanze mwanzo tena, itabidi tena arudi tena mkampany arudishe zile pesa tena, na kama dada zangu ndale ba kwenda leba sio kuonekana ku itu ndo kuchipa, ukiangalia. Uh -huh. Kwanza tukiangalia sana, wazazi wetu wengi sana walipitia njia kama hizo. Uh -huh. waenda leba kwanza, kisha mahali nakia tolewahapi baadaye, lakini uh -huh. Huku Marekani wanajua huko vijana <laughs> wengi wako nalogota pesa <laughs> nini makampani naona hususani kwa kuolewa, unakuta umemuoa mwanamke kwa njia yote ile ambao unajisikia kumuoa mwanamke, alikuwa anafanya kazi kila kitu, lakini akifika ndani mwako, unakuta kwenye benki akaunti yake kuna dala mia au dala mia mbili Hiyo imekaaje zaidi sana yani mwanamke alikuwa amefanya kazi yani, mwaka mzima kwa kazini, lakini ukishamuoa ukishamweka ndani kwenu unamkuta kwenye benki account yake una dala mia, dala mia mbili, unashindwa kuelewa. Na kipindi mara nyingi kumhudumia alikuwa wewe, kufanyaje alikuwa wewe, lakini ukishamuoa unakuta kwenye benki account yake uko zero. Hiyo imekaja zaidi sana kwa dada zetu ambao ambao ambao kuna mtoto za kuolewa kwenye benki account yao unatakiwa uwe na uwe nafanyeje zaidi sana ili mradi kule atakapoenda kwa kuwa atakaa miezi mingi ajafanya kazi, na atakaa siku nyingi ajafanya kazi, unaweza ukaambia kitu gani? Zaidi sana walamba nafanya kazi wanafanya ah, wala kazi, na kama nakama unajua kuna olewa sunu, hatuwezi tukasema eti pesa zako ndio zinasaidia mimi wako kuuza vifaa nini na nini hapana. Kama unampenda mtu wako na unajua mpenzi wangu kabisa ametoa pesa kadhaa, ila ku, ili ah, juu akuje kunichukua mimi. Yani kama unaona upendo kabisa, utakuwa unatumbika, una save, kwa sababu zile pesa zitenda zitenda basaidia kule mbele kuuza vinyi vifaa, kwa sababu utafika. Au utaishi kwa mama yako mkwe milele hapa? Unaona au utaishi kwa mama yako mkwe milele hapa? Itabidi na nyinyi mtafute nyumba yenu, mrenti apate amaka, mtoza nyumba ni nyinyi sasa Uh, na si kwamba kifika ataingia ndo kazini uh, na si tu kifika ndo ataingia kazini. Mi big boy wako, niko pale, niko palkomechitugola moja miezi ine mitano huko so, na natuli. So uko na akili ya kufikiria, sasa nawe mpenzi wangu ametoa pesa, ametoa 50k ya kuja kunioa mimi anaseva at least za nawe. Sasa ili kwenda, utaenda boyfriend wako akikuona, aki kuna msaidia hapa, si kweli? Hapa nimeoa sio, mpenzi wako anajua kwenda natoka, alikuwa anatumika na wakati kipindi hako na we alikuwa anakudumia, anafanya hivi, anafanya hivi, unaona, lakini anakuoataualakii hususani, unaona zaidi sana huku kwetu Marekani, ambao wanaongoza kutunza hela sana ni wanawake. Lakini inakuwa tena jambo la kushangaza wanawake, ambao wanaenda kuolewa kwenye benki akaunti zao kunakuwa kwa zero, wanaume anakuwa pale akuemelee akulipie nyumba, akulishe, ungali mai yeye ungali pala kuzima manguo. So vitu vidogo vidogo hivi ambavyo vinakuwa vile na mwanamke, vile ambavyo mnajua nyie ambavyo mnapendaga kununua, tena mnataka mume wako akuzie. Abebe familia, nyumba, kila kitu bili zinakuwa nyingi. Kwa hiyo kitu cha kufanya, ukitaka kuolewa, jitahidi uwe na tena ile angalau hata buku hata 2000, 5000 hiyo inaeleweka, kwa kuwa utakaa miezi 6 miezi 12 ufanye kazi